Nasikiliza ni Baraka One TV, tuko majira ya saa sita, saa za Afrika Kati ikiwa ni saba majira Afrika Mashariki. Na mimi ni ndugu yako baba la baba mzee wangu Suma Rajabu, wakili Kabonga Banikula, kurushia haya matangazo. Kuna jambo muhimu kwanza, kabla ya kuweza kusonga mbele, kukupa vichwa vya habari ambavyo tutazungumzia. Kuna hichi kitu ambacho M23 wako wanafanya maeneo ya Kalehe milima ya Kalehe na kote kwenye wanadhibiti wako, wanaanza kuwakamata vijana kwa kinguvu. Unaona, wanakata kwa vijana kwa kinguvu, sio kuwa ile kuwakamata kwamba ya kuwaingiza juu ya kuongeza waende wapigane. sasa hivi sasa wako wanawakamata kwa kinguvu juu ya kuongeza idadi yao iongezeke. Mtakumbuka tunayozungumzia kuhusiana na ile yenye serikali ilisema kwamba itafanya kama kutatokea kwamba tunafanya e, mixage itakuwa iko ni individual na itakuwa iko ni e, kwa mtu wa asili ya Kongo, na ile yenye tulisema siku za nyuma hapa kwamba ARC yani Armée Révolutionnaire ambayo ni ndani ya AFC na pia kuna M23 ambayo itakwenda kufa sawa wanataka waue M23 ile image ya kusaba kwamba M23 ni ya Rwanda, baue ile image ya Rwanda, kisha baache image ya ARC Armee Revolutionnaire Congolaise sawa. Armee Revolutionnaire Congolaise ile ndio wanataka waache, kisha ndio wako wanaenda wanakamata sasa vijana wa Kikongomani wa Hutu kabisa, yani sie sie pure Congolais ndio tunakamatwa sasa kwa kinguvu tunaingizwa mule ndani na ndio hii point ambayo uh, nakuja na sasa kugusia kwa hii kichwa cha habari juzi, Katongo atake enye M23 ili lance kulikamatika 70 M23, parmi mule 70 M 23 iko divise par d biko komande na 3 RDF, barwanda barwande, ndio ndio iko naongoza kikosi cha wakongomani ambao wako ndani ya M23 makumi uh, makumi saba wenye walikamatwa. Unaona logique yenye yenye, biko na sasa. Donc logique ni ku gonfler idadi ya bakongole baonekane ndo biko ba mingi M23, ndo biko naenda sasa kumstari mbele me komandema iko ku Batutsi. Ndo hiyo point ambayo tutagusia hapa sasa hivi. Jambo jingine nitakuwekea ujumbe mmoja, usikilize eh, kuhusiana na watoto kurudi shuleni. M23 wanalazimisha ama wako wanajaribu kudanganya e, wazazi wa Uvira, mba, wa Uvira na sehemu zingine kwamba watoto warudi shuleni. Jamani tutasikiliza kwanza jinsi wao wako wanadanganya watu, nije niwaambie, hii message yenye walitoa. Inabidi watu. Na pia mzee Liama Muli ya Kutumba jana Fizi katika yote ambayo ameyazungumza sijakosa kuwa nayazungumzia hapa kuhusiana na Hipolite Kanambe na utawala wake. Kila siku niko nalizungumzia hapa juu ya hilo swala kila siku. Jamani, jamani, nchi kwenye hiko inasimamia sasa hivi, nchi hiko pabaya. Viongozi wenye walituongoza miaka kumi na nane iliyopita, miaka ishirini iliyopita ni wabaya, ni washenzi, unaona na hilo ndo lilikuwa, eh, ndo lilikuwa pointi kubwa ya Mzee William jana wakati anaongea, eh, na wananchi na pia aliweza kuwaonyesha kuhusiana na rumors ambazo ziko zinatembea kwamba yeye ameweza kula, eh, kula pesa za M23. Oh, sijui wanawambia kwamba awachie M23, njia, awachie njia ili waende wapi kisha yeye aende aishi wapi? So hayo mambo ni mambo ambayo yanahitaji ya uelewa wa mtu na kuwa na wakumbusheni hivi kila siku kwenye tuku tunaenda kwetu tulitoka na kwenye tuko so ili ilikuwa kwanza kupata habari zetu like, pia subscribe Baraka One TV, tuko pia Facebook pamoja na TikTok, like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kuwa napata haya matangazo kila wakati. Tuende na hizo taarifa za Uvira, maeneo ambako M23 walikuja kuvamia Katongo. Alafu tutakuja kukusanya na masuala ya M23 kujaribu kuwadanganya wananchi. Alafu tutamalizia na maswala ya mzee William Amori ya kutumba kwa yote ambayo yatafanyika. M23 kama nilivyosema, wanataka kuaminisha sasa, waaminishe jamii ya kimataifa kwamba M23 haiko ni abatusi baali M23 ni ya Wakongomani, ndio wako wanapigana wao kwa wao. Ndio kile ambacho wako wanakililia kila siku, na licha yote, hata kama watamleta e, politika na mbe akuje mbele, nani mwajua kama e, politika na mbe ni mtusi kabila ni mtusi wa kongole ni mtusi, na kila mtu anajua hivyo. Sasa nini kilifanyika Katongo? M23 balilance bali atake dhidi ya majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FRDC ibu pamoja na wazalendo katika ile atake ambayo waliweza kuilanse erezmo erezmo. Jinsi niko nawaambia, hakuna kwenye adui atapita milima yote ya Uvira, hakuna kwenye atapitia. Wakati wanalanse ile atake, ilikuwa ni atake kubwa na waliweza kudhibitiwa vizuri mno. Sasa mimi kenye kinanikera sana, point yangu sio kulanse kwa watake pointi yangu ni apre kubwa neutralize watu wenye walikuja kugundulika kukamatiwa mateka. Ni watu wa aina gani? Ni wale wale ambao kila siku tuu tunazungumzia hapa, wa Hutu, wa Bantu, parmi watu sabini wenye walikamatwa mateka, baada ya kupiga mablesire mabitu gani? mubale batu septante wenye walikamatiwa muko tu ba, RDF barwande batatu wenyewe walikuwa biko naongoza kikosi, wengine wote sitini na saba. So wengine wote ni wahutu, na hiki kikosi ambacho kilikuja mwanzo ni wapetia wa wa hawa hawa ambao walikamatwa wa Bukavu, wengine walikamatwa Goma na sehemu zingine wapetia Masisi, wapetia Ruchuru, wale wenye walijunga na M23 par leur volonte, wengine ambao walilazimishwa kuja mwe M23 ndio walikuja kujikuta wanaingia mufile ya serikali. Sasa swali linakuja hivi. Eske vrema kwa bakongole bebe biko na akili kabisa. Banena acha kuwa manipile na na M23. Licha ya haya yote ambayo tuko tunasikia sasa hivi, yako yanazungumzika yenye hata Kagame ye peke anazungumza, shida ya Kongo haiko M23, shida ya Kongo ni mipaka, gisi Beljiki iliweza kata mipaka vibaya, Rwanda wakachukua maeneo yao, ndio maana iko na kukia kupigana juu bulongo yake. Kisha mwe mko mnadanganya kwamba M23, tuko ba liberateur, tunakuja kulibere nchi, tuchukue nchi, tutoe utawala wa kishasa juu bwana Jerin nchi mbaya Kagame anakuambia kwamba problem yaani ya Kongo haiko Felix. Felix alikuje, alikuja, alikuja. Lakini watu bado wako nazidi ku, eh, kulazimishwa na kuingia Mubatu septante kabisa, eh? Bahutu septante, babantu septante. Muko dirije na bakahoko watatu baka huko watatu RDF watatu, ndo wako wanawakomendi. Nyinyi watu stini na, na saba na mnakubali kwenda kupigana, watu watatu ndo wako wanawabeba na mnaenda huni, kama ni jambo la ni jambo la uh, haibu, haibu sana. Lakini nakumbuka kuna kile kitu ambacho M23 waliweza ku uh, ambacho wanakifanya, yeyote mwenye iko na fanya obeissance ku maordre za movement za chama iko na mua, na yeyote mwenye iko najaribu kukimbia usiku deserte, akimkamata pia banaua. Sasa wako na ule uoga, lakini sisi, sisi tuko hapa kwa ajili ya kuweza kuwaondoa hoga. Wakati mwingine msija kupoteza maisha bure msije kupoteza maisha bure kuungana na hao kwenda kwenye uwanja mapigano, wakati wanaokusanya hivyo kupigana. Kwa nini? ba ba fany watatu msijukue najua gisi ya kuwashughulikia wakati mnajikuta kwamba mko Wakongole dis muku na Mnyarwanda mmoja ndio anavakomande. Mnamochaje kwa mfano, unaone mnamochaje kwa mfano, hana ya kumwacha ni lazima mtembee naye, lazima mtembee naye. Hilo ndo, ndo ndicho kitu ambacho ke eh, kilitokea kwenye ma, mapigano ya Katongo Septante elema ilikamatwa wengi, ukiwakuta ni wakongole ni sasa. Ndo hii hapo kwenye nakujia kusema kwamba M23 ina, inataka ijisafishe ikuwe sasa inaitilize wakongole ndo wakuwe na kama mstari wa mbele kwa sababu Rwanda si ishapakwa sana ishakuwa wazi sasa, ili Rwanda iweze kujisalimisha na kuwa na ufia watu wake kuwa na kamatwa mateka kule mbele, wanaanza kutumikisha sasa bakongomane ebo kwebo juu kama watamalizana wamalizane wao kwa wao o mpango ambao umefanyika hivyo waweze kumalizana wao kwa wao, lakini sio tena kusema kwamba RDF ndo wakuwa wanaenda mstari wa mbele kama gisi walivyojaribu wa, wa, mwanzo mwanzo mwanzo, inakuta force speciale ya kuwakunguta sana. Rwanda ndo inakuja mbele sababu baada ya mm, wao, wao, wao, lakini tunashukuru pia kwa vigilance ya FARDC na uzalendo wako imara na wameweza kuimarisha kila kitu, kila ta kenye iko na ta kuwa kujaribiwa na na M23 wako wanakutanana na kipigo kimoja cha ajabu. Watu mtulie bwana. Nimemsikia Elisha, ndugu yangu Elisha na, na Nairobi. Anakata tamaa, analia. Na sio yeye tu ni wengi, mko wengi ambao mko mnalalamika sana. Mnalalamika sana. Kwa nini nabaingia Uvira? Kwa nini nabaingia Uvira? Uvira kuko kunakuja force ya sei RGL ndio kuna kuja. Eh, kuna kuja wanajeshi kwa, kutoka Tanzania, kutoka Malawi, kutoka eh, kutoka Angola, kutoka Burundi ndio watakuja kuingia pale Uvira. Kwa hiyo Uvira iko na kuwa rekipere muda wote, wala hata msiogope hilo hilo swala, ilishamalizika unaona. Arme kama anapenda kuingia Uvira itengia Uvira muda wote ile, lakini tunaenda na, na mipangilio ya kidiplomasia ambayo hiko, unaona. Uh, serikali ni serikali. Serikali sio sio kama kikundi cha wahuni. Wao wanaenda na mikakati, unaona, na mikakati inapokuwa inakamilika, basi mambo yote yanakwenda ya sawa. Kwa hiyo acheni kugopa tu

Hamupati suluhisho, haiko vile, kwa na masomo na viongozi wenye kuhusika na masomo me, hatujapata suluhisho. Wakati mtatujulisha, tutajua na sisi kwenye tutapana nini ripoti, lakini sasa hivi hatupendi tupane ripoti ya kusema ya kwamba wazazi wa Ruvungi wa, wa, wa watoto wako wanazunguka zunguka masomo me hawapende kuwatumana ku masomo. Haiko vizuri, haiko vile ama kuko mtu mwenyeko na badanganya zile mavoice zileko na watumia kutoa kama makadre refugie kama wapi ku mazalendo keno musitume msitune batoto kwa masomo. Ile ni wongo wako na wadanganya, ni kampanya ya intimidation. Haiko leo ndio walianzaka kudanganya na kupanike kwa alerte kusema keno, oh sisi tunajipanga hivi tunajipanga hivi. Ile ni kitu ya ogga, ile ni kitu ya ose kupenda kwa intimide tu. Haiko vile ya kupenda kwa intimide, lakini sisi tunawarasiria ya kwamba tunawarasiria ya kwamba situation iko matrisable, haiko vile, hakuna hakuna hakuna kitu kenye mtaogopa. Msifuatie ile mavoise za kushinda ziko na jisraele batu, mwache kutumana watoto kwa masomo, uendelee na masomo, haiko vile. Kila mzazi yeyote mwenye iko hapa, mwambie mwenzenyu, mkartie keno ako mtoto mmoja, ako wawili, atapata mwalimu masomo mwenye atamfundisha haiko vile, mwaka itaisha atapatisa bilita yake. yeah, yeah. Naweza pale, tunasikilizana, tutakuja angalia sasa, mchokozi ni nani siku ya kwanza. Ule mzazi mwatapenda kutumana mtoto kuma kwa masomo, hatupendi na mwalimu ndo watulete raporo ama waku viongozi wa masomo ya kwamba sisi tuko tunaenda kwa masomo tunakosa wana wanafunzi, haiko vile, hatupendi pale tangalia mwenye apendi mtoto mwe aseme ni nani, eko vile kama ni mzazi au kama ni mwalimu. Naanza ni vile unasema, uko na ulizo. Ya kwanza kwanza ile mtoto kwanza mtume kwa masomo, vingine vitafuata baadaye. Nyingine kulizowaa msikiliza, wengine watauliza

zile masomo zenye prefe anaweza kuwa hapo au walimu wote walikimbiaka, balikimbiaka batoto batenda kwa kumasomo na walimu wana <twek> ni hile, hile, na balimu avako wana baprefe avako, na wewe jibu ni ile ile, tunakuambia tu, maana mtoto kumasomo kuma kama prefe aiko kama prefe iko na mwalimu aiko, tunasema wakuu viongozi wa masomo wa coordinateur wa inspecter wa subdivision wa sibako wanatumika ako vile, bazazi mwende muwajulishe wakati yenyu, unaona kama solution aiko kune, mkuja mutoone kama tusha pana malalamiko yetu, kama batoto bako naenda kumasomo, banakosa professor, banakosa wamwalimu, kwaku viongozi wa mashino wa subdivision wa coordinatere

Na, na, nimeweka hii kwa, ma, kwa maana kwamba tunasikiliza kitu ambacho kimezungumzika kime kwa upande wa pili na wana nia gani? Jamani, wazazi, acheni kutuma watoto wenu kwenda shuleni sasa hivi kwa sasa hivi, shuleni sio salama. Jana jana maeneo ya Kabare Mchana kwa upe, wanafunzi wanaenda kwa masomo gari za M23 ziko zinapita kutoka Twangiza na Maminere, wako wanataka wazipeleke Bukavu, wanaangukia mwa ambiskade ya Wazalendo, wanawakunguta watoto wako mu masomo, wanaenda wanakimbizana, wengine kumia, wengine ku, kupoteza hadi vifaa vyao vya vya shuleni. Yote ni nini? Kwamba insecurity bado ikingali mingi, kwa hiyo hamwezi kupeleka watoto kwa masomo hapo, Movili au Uvira ingali shida kubwa, unaona, amjui wakati gani SK bitakuja mchana ama wakati gani. Kwa hiyo kila mzazi aache mtoto wake kwake masomo, haina umuhimu kama uhai wa mtu. Na kitu ingine, M23 biko na lazimisha hivyo juu baoneshe kwamba Uvira movement iko inafanyika. Kenye naweza kubali kibakie ki wazi ni soko tu, soko na maduka. Watu wakonda kununua bidhaa, vyakula na wanarudia basi. Sawa? Na hii mausafiri, bajaji, pikipiki, eh, hapo sawa. Na vingine vyote Muvira, mwenye kunaenda seme aanze kazi zake. Hii kunajisumbua bure. Jua hajui siku wala saa yenye wazee wangu wasuma watakiamsha, na wako wanakiamsha kwenye milima ya juu kwa kusubiria vikosi vya ukanda wa Afrika eh, vya, vya ukanda wa maziwa makuu kuingia pale Uvira. Kila mtu ajichunge kwanza, kwa sababu sasa hivi hakuna asiransi, watu wako wanaingiliwa kubomolewa manyumba kila siku busiku na bamwizi na bamwizi, biko liye na raporo na M23 Mshilo, biko deja na kakundi kabo kinyibiko natengeneza ba M23, kinyibiko naenda banaibomolea watu manyumba busiku na kubaiba kisha wewe ndio unataka mtoto wako umpeleke kumasomo. Acha kupeleka mtoto kumasomo huko, unajitafutia lukubwa lenye utashindwa kubeba. hiyo ni onyo kutoka kwa wazalendo na ni onyo pia kutoka kwetu kwambia, bakia nyumbani kwenu, na pia epukeni kuwa natembea bila kuwa na mpangilio sahihi. Mi nataka nigusie hili swala la mheshimiwa kiongozi ule mamuli ya Kutumba ya Kutumba. Aligusia pointi za muhimu sana, amezungumza yote miaka kumi na nane ya ipolitika na mbe, miaka ishirini ya ipolitika na mbe. miaka ya utawala wa ipolitika na mbe. alifanya nini mu Republique Democratique du Congo mtuambie na venye viko Grand Katanga, venye viko Kishasa vio, mtu ambie, na ambie politika nambe alifanya nini? eske alifikia hata 30% ya gestio yake? mtu tajiri yote Marekani mwenye ana, a, a, a, anashinda uh, marekani utajiri yani, tajiri kushinda nchi ushamsikia lakini Afrika ndio nakutaka viongozi ni matajiri kushinda nchi zao, kabila nini? Kenye alifanya ama kenye akufanya, alisahau kwamba nataka nirudie, nije nifanye hivi. Hakuna, ahadi zote zenye alidanganya watu, hakuna alichofanya. Mimi napenda tu nigusie ni hii miradi yake mitano ambayo aliahidi, sanctions huko barabara huko maji, umeme, mahospitali na shule bure. Ili swala la shule bure limeandikwa ndani ya katiba kwamba watoto wote wa shule ya msingi wana haki ya kupata elimu bure. Ili swala la matibabu, wanawake wana haki ya kujifungua kwa bure, mtoto kuanzia mwezi siku moja mpaka miaka mitano anatibiwa kwa bure, lipo hivyo. Je, yeah, kwenye utawala wake haya mambo yalitekelezeka? Tujiulize, yalitekelezeka? Hayakufanyika. Kwa nini hakufanyika? Walikuwa wanajilimbikizia mali wao wenyewe. Barabara, mara ngapi walikuja wakaambia kwamba hii barabara tutajenga barabara namba tano kutoka Bukavu kushuka hivi Uvira kwenda Salamabila, hii inaenda mpaka Lubumbashi, Kalemie, inapita hivi Lubumbashi inaenda hadi Kisasa hii barabara namba tano. Je, walitengeneza? Umeme, tuna umeme pale forse bendera ulishuka. Tuna barasha Inga ambayo inaweza kuwasha Afrika yote ya kati. Kuna Inga kwanza, Inga pili, Inga tatu. Je, mambo yalitengenezeka? Angalia rushwa ambazo zimekisiri kwa upande wa mahospitali. Je, kumefanyika? Wamejenga hospitali ngapi? Hakuna. Wamejenga shule ngapi? Hakuna. Mwenzake anakuja bado hajamaliza miaka yake kumi. Ndio kwanza ngali anaanza. Tuliona gratuite ya enseignement, watoto wanasoma bure. Na hilo ndio vita yenye ni kwamba wanaona kwamba huyo ambaye amekuja kwa nini yeye anafaulu, sisi tulifeli. Kwa hiyo inabidi tumpige vita huyu ili asiendeleshe miradi yake. Hivi mshoe kuwaza kwamba ingelikuwa tuko na amani bila hii vita. Kama tuko wapi sasa hivi? Kama tuko mbali, kama tuko mbali sana, lakini hii vita imeturudisha nyuma kwa asilimia kubwa sana None. Na hii yote ni mipango ya nani? Ya Ipolite e Kanambe. Mzee Lamamule ya Kutumba alijaribu kuwaonyesha wananchi wa Fizi kwamba kile ambacho mko mnaambiwa, waseme liberatere, wakombozi, wanakuja kutukomboa wa ni uongo hakuna ukweli ndani yake. Wale wanakuja kukamata udongo wetu, wanakuja kutunyanganya na iko wazi. Kagame ashasema, amesema kwamba yeye anachofia ni kwamba amenyanganywa udongo wake, kwa hiyo anakuja kuchukua kile kilichokuwa chake. Sasa wewe mwenye huko naenda kujunga mwe mventura wewe kama huko mjinga sana, unaona. Kwa hiyo ndugu zangu, hakuna kudanganywa, hacheni kudanganywa Acheni kuwasikiliza watu ambao wako wanaodanganya. Sasa hivi kinachoendelea nini? hao Ah, watu wako wanatafuta watu wa kufana nao, hawapendi ah, wafe peke yao. Ndio maana wako wana winda wengine wao wengi, sababu wanasema kwamba ki, um, kifo cha wengi ni harusi. Unaona e, wakati wao unalia, huyo analia, huyo analia, ah, basi unaona kama ni kawaida au ah, tunakwamba unaoneo sababu simpo wengi, lakini kama mko peke yenu wawili watatu Naona kwa nini sisi si, tu na wengine wabaki. Ndio hii ambayo M23 iko naenda inafanya kudanganya watu, kuingiza watu kwa nguvu, kwa sababu waonekane ni wengi, ili wakija ku, eh, kupigwe chini basi wafe wote kwa wingi, lakini hakuna kabisa chochote ambacho tutategemea kutoka kwa M23 na AFC. Ni wahuni, ni waongo na hawafai kabisa kusikilizwa na Kongomani. Mimi napenda sana watoto wafizi, wa Fizi kwa ushirikiano na msimamo mkubwa ambao wameweza kuonyesha hilo ni jambo la kipekee na tuendelee kuwa hivyo kwa pamoja tuungane tushirikiane tuhakikishe kwamba nchi yetu tunairejesha katika mikono salama so nafikiri hayo ndio ambayo tulikuwa tunayo kwa siku hii ya leo e, mengine tukutane majira ya saa tisa saa tisa bwana kuna maambiskade mengi zilifanyika za M23 na pia tuzungumzia kuhusiana na hali ya e, nyarugusi inatafungwa walisema baada ya wote warudie Kongo tuende tupiganie Kongo, tuende tujaze nchi yetu bwana, hakuna kwenda tena eh, Maulaya sijui wapi, nategemea mtenda u uh -uh. Tumarudia Kongo sasa <laughs> <laughs> sijui kama hii itakuwaje na stori zingine tu nyingi kuhusiana na hali ya usalama tutazungumza majira ya saa tisa. bye, -bye.